Karibu, leo nitakupa mpango kamili wa kuanza biashara ya vipodozi kuanzia mtaji mdogo wa shilingi milioni tatu hadi shilingi milioni saba. Nitakufundisha jinsi ya kuanza, kukokotoa faida na kuepuka makosa ya kawaida. Kumbuka, biashara ni kuhusu kujenga, si kula pesa zote. Soko na wateja wa vipodozi: ni wanawake na wasichana, ndio wateja wako. Wanaume wenye ufahamu wa usafi Wateja wa mikahawa na salon, watu wa mitaani, wateja wa kila siku. Option ya kwanza: mtaji mdogo, shilingi milioni tatu. Nunua bidhaa moja kwa moja kama vile body spray pekee, uza mtandaoni kwa bei ya rejareja, epuka gharama za duka kwa mwanzo. Option ya pili: duka kamili Shilingi milioni saba na laki tatu na arobaini na moja elfu: duka la kukodisha kwa miezi sita, vifaa vya kuonyesha bidhaa, leseni na vibali vyote, akiba ya miezi mitatu, gharama za msingi za duka. Kwa mfano, kodi ya duka kwa miezi sita, shilingi laki nne na themanini elfu; vifaa vya duka, kabati, shilingi laki tatu Mashelfu matatu shilingi laki tisa, vibali TBS shilingi laki moja na hamsini elfu, halmashauri shilingi elfu hamsini, bidhaa za kwanza shilingi milioni tatu, matangazo shilingi laki tatu. Hesabu ya faida, mfano wa halisi: nunua spray kwa shilingi elfu tatu na mia tano, uza kwa shilingi elfu tano. Faida kwa kila spray shilingi elfu moja na mia tano, asilimia arobaini na mbili nukta nane. Ukinunua spray mia mbili, gharama shilingi laki saba, mauzo shilingi milioni moja, faida shilingi laki tatu kwa mzunguko mmoja. Anza na biashara ya mtandaoni, epuka kodi ya duka. Nunua bidhaa kwa wingi, pata bei ya jumla Tumia vifaa vya gharama nafuu kama vile mashelfu ya mbao. Jifunze kufanya usimamizi wa biashara mwenyewe, epuka mfanyakazi wa kwanza. Makosa ya kuepuka ni kama kununua aina nyingi mno kwa mwanzo, kusahau kuhusu leseni na vibali, kutoa bei bila kukokotoa faida, kukosa rekodi za mauzo na gharama. Kumbuka, biashara hii inaweza kukupa faida ya hadi asilimia arobaini na mbili nukta nane kwa mzunguko. Chagua njia inayokufaa zaidi kwa mtaji wako. Anza kwa bidhaa moja na ukuze taratibu. Subscribe kwa mafunzo zaidi ya biashara zenye faida. Bonus tip: badilisha bidhaa zako kulingana na mienendo. Fuatilia soko kila mwezi na ingiza bidhaa mpya zinazovuma.